Naam, Bwana Yesu asifiwe. Mpendo wa mtazamaji, karibu sana katika kipindi chetu cha Roho Mtakatifu, kipindi ambacho kinatupa nafasi ya kuweza kujifunza juu ya fundisho la Roho Mtakatifu kama ambavyo amefunuliwa katika neno la Mungu. Mimi ninayezungumza nayo ninaitwa Mchungaji Godliven Maximilian Ngesi, nikukaribishe katika kipindi cha siku ya leo na kabla hatujaanza jambo lolote, basi nikuarike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema, uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi nyingine tena ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Umekuwa nasi katika kipindi kilichopita na ukatufundisha ukweli huu wa kibiblia, na leo tena umetuarika, umetupa nafasi ya kuweza kujifunza. Tunaomba uweze kutufundisha Roho wako Mtakatifu akatuongoze tukafahamu yale yote ambayo umekusudia sisi tujifunze na kuyaelewa. Neema yako yatosha, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu mwokozi wetu, amen. Karibu sana katika kipindi chetu cha siku hii ya leo. Katika vipindi vilivyopita, tulikuwa tukiangazia juu ya maeneo ya msingi ambayo Roho Mtakatifu amefunuliwa kama nafsi, na tulijifunza hapa ya kwamba ili tuweze kufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya kiungu amefunuliwa katika maeneo yafuatayo ya msingi. Eneo la kwanza, Roho Mtakatifu amefunuliwa kwa sifa za nafsi. Eneo la pili, Roho Mtakatifu amefunuliwa akiwa anatenda kama nafsi. Na eneo la tatu, nafunuliwa Roho Mtakatifu akiwa amehusianishwa na nafsi nyingine mbili kwa maana ya Baba pamoja na Mwana na eneo lingine Roho Mtakatifu anafunuliwa akiwa anatenda kazi kama nafsi hai na inayojitegemea kabisa katika uungu. Sasa katika somo lililopita tulikuwa tukiangazia sifa za kiungu za Roho Mtakatifu na tukajifunza eneo la msingi sana ya kwamba Roho Mtakatifu anapofunuliwa kama nafsi, yeye anafunuliwa akitenda katika maeneo yafuatayo ya msingi. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu anafunuliwa akitenda kama nafsi katika maisha ya muumini, na hiyo ndo ilikuwa mada yetu ya juma lililopita, ni kwa jinsi gani anafunuliwa akitenda katika maisha ya muumini. Eneo la pili, Roho Mtakatifu anafunuliwa kama nafsi akitenda katika maisha ya Yesu Kristo au katika huduma ya Yesu Kristo hapa duniani. Eneo la tatu, Roho Mtakatifu anafunuliwa kama nafsi akitenda katika kanisa lake yeye anavyotenda matendo fulani fulani ambayo yame yameidhinishwa yamefunuliwa katika Biblia kwa katika kanisa lake yanatuonyesha tufahamu ya kwamba yeye ni nafsi hai ya kiungu. Na eneo la mwisho Roho Mtakatifu amefunuliwa kama nafsi akitenda katika ulimwengu aliyouumba. Sasa juma lililopita tulikuwa tunaangalia eneo la kwanza, kipengele cha kwanza utendaji wake katika maisha ya muumini, na kwa jinsi anavyotenda anafunuliwa ya kwamba ni nafsi. Tuliona mfano, yeye anawaombea waumini, lakini pia yeye anawasaidia waumini, yeye anachunguza na kufunua yaani, akichunguza yote anatufunulia mambo ya Mungu. Haya yote yanafunua ya kwamba Roho Mtakatifu anatenda katika maisha ya muumini kwa maana kwamba yeye ndiye anayekuombea hapa duniani wakati Yesu anakuombea mbinguni katika kiti cha enzi duniani. Anapoomba kwa kuugua, anaomba kwa ajili yako, lakini yeye ndiye anayekusaidia katika udhaifu wako, ndiye anayenisaidia katika madhaifu yangu, kwa sababu mimi siwezi kutimiza lile kusudi la Mungu kwa nguvu zangu mimi mwenyewe, mpaka niwe na usaidizi wa Roho Mtakatifu. Ndiyo maana Yesu alisema nitawapatia msaidizi mwingine ambaye yeye anakaa nanyi siku zote hata mwisho wa dahari. Lakini pia, Roho Mtakatifu ndiye anayetufunulia mambo ya Mungu, yeye ndiye anayetufunulia. Yesu alisema atakapokuja atawafunulia mambo yajayo. Kwa hivyo, Roho Mtakatifu ni nafsi, kwa sababu anafunuliwa akitenda kama nafsi katika maisha ya muumini. Leo tunaingia kipengele cha pili utendaji wa Roho Mtakatifu kama nafsi katika maisha na huduma ya Yesu Kristo. Ni kwa jinsi gani Roho Mtakatifu anafunuliwa kama nafsi anapokuwa akitenda katika maisha na katika huduma ya Yesu Kristo mwokozi wetu? Sasa mada hii tutaianza leo, lakini tutaimalizia juma linalofuata, tutaisoma, tutajifunza hapa katika vipindi viwili, utendaji wa Roho Mtakatifu katika huduma ya Yesu Kristo. Na kwa siku ya leo, tunaanza sehemu ya kwanza ambapo tunaangalia jinsi Roho Mtakatifu anavyotenda katika huduma ya Yesu Kristo alivyokuwa hapa duniani. Sasa ili tuweze kufahamu utendaji wa Roho Mtakatifu katika huduma ya Yesu Kristo, lazima kwanza tufahamu Yesu Kristo ni nani. Kumbuka mwanzoni kabisa, tulipokuwa tukitambulisha vipindi hivi, tulijifunza ya kwamba wapo watu ambao wanakataa juu ya fundisho la Roho Mtakatifu kama Mungu, lakini pia wengine wanakataa ya kwamba Yesu Kristo siyo Mungu hasa. Mafundisho haya yote lazima tuyajifunze, ili tuweze kufahamu huduma ya Roho Mtakatifu katika maisha ya Yesu Kristo, lazima kwanza tufahamu Yesu Kristo ni nani? Yeye ni nani kama ambavyo amefunuliwa katika Biblia? Unajua, hili swali ni swali la vizazi vyote. Hata wakati wa Yesu Kristo alivyokuwa na wanafunzi wake, aliwauliza kuhusiana na jinsi watu wanavyomfahamu yeye ni nani. Na tutakapomfahamu Yesu ni nani, tutaongozwa katika kumheshimu, tutaongozwa katika kumtii, lakini tutaongozwa katika kumwabudu kama anavyofunuliwa ya kwamba yeye ni Mungu wa milele. Sasa Yesu aliwauliza swali wanafunzi wake katika kitabu cha Matayo sula ya 16 mstari wa 13 mpaka 15, tunajibu swali la Yesu Kristo ni nani. Basi Yesu akaenda pande za Kaisarea Philip akawauliza wanafunzi wake, akasema watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremiya au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena kuwa mimi ni nani? Hilo ni swali ambalo Yesu Kristo aliwauliza wanafunzi wake, ya kwamba watu wananinena mimi ni nani? Wananena mwana wa Adamu ni nani? Swali la msingi sana ambalo mpaka vizazi vyote bado watu hawajafahamu ukweli huo kwa sababu wameshindwa kuiendea Biblia ikawaeleze ya kwamba huyo Yesu Kristo ni nani. Hapa wanafunzi wanaonyesha jinsi watu walivyokuwa wanachanganyikiwa. Wengine wanasema Yesu ni Yeremia, wengine wanasema Yesu ni Yohana Mbatizaji ambaye alikatwa kichwa, sasa amefufuka. Wengine wanasema ni moja wa manabii wa kale, wengine wanasema Yesu ndiye Eliya. Kwa hiyo watu wanashindwa kumwelewa Yesu ni nani katika kipindi kile. Watu walishindwa kumwelewa Yesu ni nani, ni jambo ambalo linafunua ukweli. Hata leo wako watu ambao hawamwelewi Yesu Kristo ni nani, lakini nafasi ya kuelewa ipo, kwa sababu Mungu ametufunulia katika neno lake takatifu. Sasa Yesu anauliza watu wanamsema ni nani, baadaye anageuza swali kwa wanafunzi wake, anawauliza na ninyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Fungu la kumi na sita linasomeka hivi Mathayo, Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heli wewe Simon Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Petro alipoulizwa au Yesu alipouliza wanafunzi wake, Petro alijibu, akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sasa ni, ni vizuri tukajifunza jambo hili kwa utaratibu ili tuweze kufahamu. Tunaangalia Yesu Kristo ni nani? Kwa sababu tunajifunza huduma ya Roho Mtakatifu katika maisha ya Yesu Kristo. Kwa hivyo, lazima kwanza tumfahamu Yesu ni nani na ndipo tutafahamu Roho Mtakatifu akitenda kazi katika huduma ya huyo Yesu Kristo ambaye tumemfahamu yeye ni nani. Yesu aliuliza hivi, mwana wa Adamu ni nani? Petro akiwakilisha wanafunzi wa Yesu wote, yeye anasema Kristo ni mwana wa Mungu. Sasa sikiliza, hapo kuna vitu viwili vimefunuliwa. Jambo la kwanza, Yesu anaeleza kama mwana wa Adamu, anasema mwana wa Adamu ni nani? Lakini wakati wa kujibu, Petro anasema mwana wa Mungu. Yeye Petro akusema kwamba wewe Kristo ni mwana wa Adamu, lakini Petro anasema ni mwana wa Mungu. Maana yake ni nini? Katika fungu hilo linatuonyesha asili mbili za Yesu Kristo. Yesu alikuwa mwanadamu, lakini pia Yesu ni Mungu. Anaposema mwana wa Adamu anafunua juu ya ubinadamu wake, anakazia habari ya kwamba yeye alikuwa mwanadamu halisi lakini anaposema mwana wa Mungu anafunua juu ya uungu wake, ya kwamba yeye ni Mungu wa milele. Wapo ambao wamekuwa wakisoma mwana wa Mungu wanadhani ya kwamba ni mdogo kuliko Mungu, ya kwamba alizaliwa na Mungu, ila tutaangalia katika vipindi vinavyofuata jinsi ambavyo Biblia inatufunulia dhana hii ya mwana wa Mungu. Lakini Biblia inatuambia Yesu alikuwa mwanadamu, na ndio maana anasema mwana wa Adamu lakini pia alikuwa mwana wa Mungu au ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo ana asili mbili ambazo ziko kwa pamoja, asili ya kibinadamu lakini pia na asili ya kiungu. Ila Petro ameongezea jambo lingine la msingi hapo, anasema Yesu Kristo ndi anasema mwana wa Adamu ndiye Kristo. Sasa neno Kristo linatokana na neno la Kigiriki Kristos. Neno hili Kristos lina maana ya mpakwa mafuta au mti wa mafuta ni neno ambalo lilitolewa kutoka katika neno la agano la kale la masihi. Agano la kale ilijulikana kama masihi, agano jipya ndo anakuja kujulikana kama Kristo. Ukisoma aliitwa masiha au mesaya, maana yake ni mpako wa mafuta au mti wa mafuta. Yohana 1 fungu la 41 anaeleza, tumemwona masihi, maana yake Kristo. Sasa masihi au Kristo, Biblia inatufunulia ndiye Yesu Kristo. Maana Petro anasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Anamtaja yeye ndiye mpako wa mafuta wa Mungu, ya kwamba yeye ndiye ambaye Mungu alimteua kwa ajili ya kuwaokoa wanadamu. Mungu alimtuma kwa ajili ya kuwaokoa wanadamu. Mtume Paulo anaiweka dhana hii kwa upana na anaielezea vizuri juu ya asili hizi mbili za Yesu Kristo. Timotheo wa pili sura ya tatu mstari wa kumi na sita anasema, na bila shaka siri ya utaua ni kuu, Mungu alidhihirishwa katika mwili. Zingatia hilo neno, Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika Roho, akaonekana na malaika, akahubiliwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Sasa Mtume Paulo anaainisha vitu vifuatavyo vya msingi. Angalia katika skrini yako. Jambo la kwanza, Mungu alidhihirishwa katika mwili, ya kwamba Yesu Kristo siyo mwanadamu aliyechukua uungu, ila ni Mungu aliyefanyika mwili, Mungu aliyefanyika mwanadamu. Yesu ni Mungu aliyechukua ubinadamu, siyo mwanadamu aliyechukua uungu. Jambo la pili Mtume Paulo anasema ni Mungu aliyejulikana kuwa na haki. Jambo la tatu ni Mungu aliyeonekana na malaika. Jambo la nne ni Mungu ambaye alihubiriwa katika mataifa. Jambo la tano ni Mungu aliyeaminiwa katika ulimwengu. Na jambo la sita, Paulo anasema ni Mungu aliyechukuliwa juu katika utukufu. Kwa hivyo, Paulo anaainisha jinsi ambavyo maandiko yanamfunua Yesu Kristo ya kwamba kwanza ni Mungu akachukua ubinadamu akakaa nasi, alivyokaa nasi akatazamwa na malaika, baadaye akahubiriwa katika ulimwengu, alafu akaaminiwa. Baada ya kuaminiwa akachukuliwa katika utukufu. Kwa hiyo Paulo anaeleza kwa ufupi huyu Masihi, huyu Kristo, huyu mwana wa Adamu, huyu mwana wa Mungu, ya kwamba yeye ndiye mpakwa mafuta nazingatia sana lile fungu la kwanza, anasema Mungu alidhihirishwa katika mwili. Hiyo dhana Yohana anaieleza na yeye kwa namna yake ya pekee, Yohana moja mstali wa kwanza hadi wa tatu alafu ni taluka wa kumi na nne. Anasema hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Na ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Fungu la kumi na nne, naye neno alifanyika mwili. Huyo neno ambaye Paulo anamwelezea hapa kumi na nne anasema neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba amejaa neema na kweli. Sasa Yohana anaeleza neno alifanyika mwili, Paulo anasema Mungu alidhihirishwa katika mwili. Kwa hivyo Yesu Kristo ni Mungu, na anaposema yeye ni Mungu, anasema ni Mungu aliyechukua ubinadamu, na anachukua ubinadamu kwa kusudi maalum, kwa ajili ya kuwaokoa wanadamu. Ndo anaeleza akatazamwa na malaika, akaaminiwa akahubiriwa baadaye akachukuliwa kwenye utukufu. Sasa maandiko yanaeleza huyu Mungu wa milele, yeye ndiye Masihi, yeye ndiye mtiwa mafuta. Na anapoitwa Kristo, anapoitwa Masihi, maana yake yeye ndiye mkombozi wa wanadamu. Biblia inaweka kwa bayana ya kwamba wanadamu walipoingia dhambini walihitaji mkombozi, na walipohitaji mkombozi hakuwezekana malaika wala kiumbe yoyote kuwaokoa. Ilibidi Mungu aweze kumwokoa mwanadamu. Yule aliyemuumba ndiye aliyeshuka akamwokoa. Ndio maana Paulo Yohana anasema, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Ahadi ya kuwaokoa wanadamu kwa mara ya kwanza inasikika katika masikio ya wanadamu katika kitabu cha Mwanzo tatu mstari wa kumi na tano. Biblia inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Sasa maandiko yanaeleza hapa masihi atakayekuja, mwokozi atakayekuja na utume atakaofanya kuwaokoa wanadamu, anasema yeye atamponda kichwa Shetani. Kwa hivyo hapa anatambulishwa kama uzao wa mwanamke kwa sababu ili Mungu adhihilishwa katika mwili, lazima azaliwa na mwanadamu aje hapa duniani kama sisi wanadamu aishi kama sisi alafu atupatie uwezo wa kushinda na kisha na sisi tunashinda kwa sababu yeye alishinda. Sasa hapa anatajwa ni uzao wa mwanamke. Manabii wote walieleza kwa habari ya huo uzao wa mwanamke, huyo Masihi, huyo Mungu aliyechukua mwili, walieleza hivi petro wa kwanza sula ya kwanza na mstali wa kumi neno la mungu linasema katika habali ya uokovu zingatia hiyo neno uokovu huo manabii walitafutatafuta na kuchunguzachunguza ambao walitabili habali ya neema itakayowafikia ninyi fungu la kumi na moja wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na roho wa kristo aliyekuwa ndani yao roho wa kristo aliyekuwa ndani yao ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwa baadaye. Mtume Petro anaeleza kwa ufupi ya kwamba manabii wote wa Agano la Kale walieleza habari ya uokovu ambao Mungu aliwapatia wanadamu, na uokovu unahusu Mungu aliyefanyika mwili, Mungu aliyewaokoa wanadamu. Ndio maana anasema manabii wote wa Agano la Kale walikuwa na Roho wa Kristo ndani yao na aliwaongoza kuwaeleza habari ya uokovu, akawafunulia habari ya mateso ambayo Kristo atayapata, na sio tu mateso atakayoyapata baadaye, utukufu utakaokuja baada yake. Sasa nikusomee baadhi ya mafungu ya Agano la Kale, manabii wa Agano la Kale wanaoonyesha Roho wa Kristo ambaye anatabiriwa atakuwa juu ya Masihi wakati wa kuzaliwa kwake ambaye atamuongoza katika huduma yake hapa duniani na hivyo kutufanya tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu alitenda katika huduma ya Masihi. Katika kitabu cha Isaya sura ya 11 mstari ule wa pili, neno la Mungu linasema basi, litatoka chipukizi katika shina la Yese na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda na Roho ya Bwana atakaa juu yake, Roho ya hekima na ufahamu, Roho ya shauri na uweza, Roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Hapa huyo Mwokozi, huyo Masihi, huyo uzao wa mwanamke ambaye atazaliwa na mwanamke, nabii Isaya yeye anamuita au anamtabili kwa jina la chipukizi, anasema, atatokea chipukizi katika shina la Yese na yeye atakapokuja hapa duniani, anasema roho ya Bwana itakuwa juu yake, naafu anaeleza atakuwa ni roho ya hekima, roho ambaye atampa maarifa, atampa hekima, atampatia uwezo wa kumcha Bwana, roho ambaye atamwongoza katika maisha yake yote. Na ndio maana huyo masi tutaona, hapa alipokuwa hapa duniani, mambo yote haya yaliyotajwa yalidhihirika katika maisha yake. Jambo la kwanza, alikuwa na hekima zaidi hata ya umri wake. Alikuwa na uwezo wa kumcha Bwana, alikuwa na maarifa, alikuwa na nguvu ya kuweza kutenda kazi za Bwana, kwa sababu manabii wa agano la kale walitabiri ya kwamba roho ya Bwana atakuwa juu yake. Sasa Isaya anaeleza pia katika Isaya 42 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye, nimetia roho yangu juu yake, naye atawatorea mataifa hukumu. Kwa hiyo Isaya anaeleza ya kwamba mtumishi wa Bwana, mteule wa Bwana, masihi wa Bwana, Roho ya Bwana atakuwa juu yake, Roho ya Bwana atakuwa juu yake, atamwongoza yaani katika kila atakachokifanya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 katika maisha na huduma ya masihi hapa duniani. Anasema Bwana anasema, ni mtumishi wangu, nitamtia roho yangu juu yake. Na hapa anasema Masihi anasema, roho ya Bwana Mungu i juu yangu kwa kuwa Mungu amenituma ili kuwatangazia mateka uhuru wao na wale waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Kwa hivyo Biblia inatuonyesha katika Agano la Kale na hapa nimekusomea mafungu baadhi, kati ya mafungu mengi ya manabii wanaeleza hivi katika maisha na huduma ya Yesu Kristo hapa duniani, atakayekuwa juu yake, atakayeongoza mchakato huo, tangu utimilifu wake, tangu kutokea kwake, tangu kuzaliwa kwa huyo masihi, kutenda kwake, kubatizwa kwake, kujaribiwa kwake, kufa kwake, huduma yake, kufufuka kwake yote hayo yataongozwa na Roho Mtakatifu, na hiyo lazima tuiangalie kwa kina, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa juu ya Masihi akimwongoza katika maisha yake yote, yaani maisha na huduma yake yote katika ubinadamu wake, kama mwana wa Adamu. Huyo Mungu wa milele aliongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuwa ndiye akimuongoza katika kutenda yeye kama mwana wa Adamu ambaye alichukua ubinadamu katika kutenda kwake. Roho Mtakatifu alimuongoza kila alilolifanya, na si tu katika huduma. Biblia inatuweka wazi, kuanzia kuzaliwa kwake, kuanzia ubatizo, mpaka ubatizo ukija, wakati wa huduma, wakati wa majaribu, wakati wa kifo chake, na hata wakati wa ufufuo wake. Ndio maana mtume Paulo anasema, Mungu alidhihirishwa katika mwili akaonekana na malaika, akahubiriwa kwa mataifa, akaaminiwa, alafu baadaye akachukuliwa katika utukufu. Sasa juma lijalo tutaangalia sasa utimilifu huu wa masihi kutenda na Roho Mtakatifu akiwa juu yake, jinsi ambavyo Roho Mtakatifu ndiye aliyekuwa katikati katika huduma, kuzaliwa, maisha na kifo cha Yesu Kristo na hata ufufuko wake. Yeye ndiye aliyekuwa akiongoza mambo yote. Yaani kwa lugha rahisi ni hivi, mpango wa uokovu ambao Mungu ameuanzisha katika utatu, kwa maana ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mpango huo wa uokovu ulipotimilizwa, ulipotimia, wakati utimilifu wa wakati, aliyekuwa katika utendaji kuhakikisha mpango huu unatimilika alikuwa si mwingine isipokuwa ni Roho Mtakatifu na hapo ndipo tutakapoanzia katika somo linalofuata tukiona Roho Mtakatifu akitenda kazi katika kufanya ule mpango wa uokovu kumleta yule Masihi ambaye ni Kristo, ni mwana wa Mungu katika umbile la kibinadamu, na hatimaye kuzaliwa, baadaye kufanya miujiza na kutenda kazi zake zote, na kisha kufa, baadaye kufufuka kwenda juu mbinguni. Kote huko tutaona Roho Mtakatifu akifunuliwa akiwa katika utendaji, anatenda kazi, na hiyo inatufanya tuamini ya kwamba yeye siyo mvuto, yeye siyo nguvu tu, ila yeye ni nafsi. Maana kwa matendo anayoyafanya kwa maisha ya masihi, matendo anayoyafanya kwa huyu Kristo yanatufunulia kwamba yeye lazima ni nafsi ya kiungu. Mungu akubariki sana. Mungu atusaidie ili tuweze kujifunza mambo haya na hatimaye tukaandaliwe vyema kwa ajili ya uzima wa milele Mungu aweze kutubariki na tunapohitimisha, basi ni kukaribishe tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu mtakatifu ishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi nyingine tena ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Tunajiweka mikononi mwako tunapohitimisha kipindi chetu cha siku ya leo, tubariki na utuongoze tupatie nafasi ya kuweza kujifunza tena juma lijalo. Kwa kuwa tunaomba kupitia jina la thamani la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.